Na muhtasari wa kina vita vya kwanza vya dunia. Mwanzo wa mgogoro, mapigano yasiyo tarajiwa. Baada ya shambulio lisilo la kawaida lililomkumba Archduke Franz Ferdinand wa Austria-Hungary na mke wake Sofia huko Sarajevo, tukio hili lilikuwa kama kichocheo cha mlipuko wa mizozo iliyojaa hasira, chuki na mashindano ya kikoloni miongoni mwa nguvu kubwa za Ulaya. Hata hivyo mgogoro huu haukutokea kwa ghafla. Ulikuwa matokeo ya miaka ya ushindani wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Umoja wa kijeshi uliokuzwa na mataifa makubwa ulikuwa umejengwa kwa masharti ya vikwazi vya kijeshi. Mdogo ulizaa dhoruba kubwa. Sababu za kina za vita. Sababu za vita vya kwanza vya dunia ni nyingi na changamano. Kwanza, kulikuwa na ushindani wa kikoloni. Nchi kama Germany, Uingereza, Ufaransa na Italia ziliwinda sehemu mbalimbali za Afrika, Asia na Pasifiki. Mvutano huu wa kikoloni ulisababisha chuki za kiasili miongoni mwa nchi hizi, hasa Germany iliona kuwa imechelewa kwenye ushindani wa kupata koloni. Pili, kulikuwa na ushindani wa kijeshi na mataifa makubwa ya Ulaya yalianza kujenga majeshi makubwa <tipos> silaha za kisasa. Germany ilijenga jeshi lenye nguvu zaidi kuliko majirani zake, hali iliyochochea Uingereza kuimarisha meli zake za kivita. Mfumo huu wa arms race ulipelekea mataifa kuwa kwenye hali ya tahadhari daima, ambapo kila hatua ndogo ilikuwa inaweza kugeuza mvutano kuwa vita. Tatu, uzalishaji wa kitaifa na kihisia uliongezeka. Nationalism au upendo wa taifa ulilipuka Ulaya kote. Mataifa madogo yalihisi kutengwa, na mataifa makubwa yalitaka kudhihirisha nguvu zao. Hii ilisababisha kutokubaliana na migogoro ya kikanda kuwa na matokeo makubwa. Kwa mfano, Serbia ilitaka kuunganisha waasia wanaozungumza Kislavia, jambo lililopingana na malengo ya Austria Hungary. Ne kuundwa kwa miungano ya kisiasa. Baada ya shambulio la Sarajevo, Austria Hungary iliweka sharti kwa Serbia ambalo lilipokaliwa kwa sehemu. Hali hii ilisababisha Urusi kuunga mkono Serbia Germany kuunga mkono Austria Hungary, na Uingereza na Ufaransa kuingilia kati. Hivyo, mgogoro mdogo kati ya Austria Hungary na Serbia uligeuka kuwa mgogoro wa kimataifa. Vita vinavyozidi, miaka ya mapigano. Mwaka wa 1914. Mwaka wa 1914, baada ya mauaji ya Sarajevo, Austria Hungary ilitangaza vita dhidi ya Serbia. Hii ilisababisha Urusi kuanza kuandaa jeshi lake kuunga mkono Serbia na Germany ikapewa jukumu la kuunga mkono Austria Hungary. Uingereza na Ufaransa walihusiana na Urusi kupitia Entente, hivyo mgogoro mdogo wa kikanda uligeuka kuwa vita vikubwa vya dunia. Germany ilitumia mpango wa Schlieffen Plan ambao ulikusudia kushinda Ufaransa haraka kabla ya kuzingatia Urusi. Hali hii ilisababisha vita kuenea Ubelgiji, jambo lililoleta Uingereza kwenye vita. Mwaka huu ulianza na mapigano makali ya miji, ambapo trenches au shimo la kivita lilianza kutumika kwa wingi. Miaka ya 1995 hadi 1996 vita hivi vilikuwa vya kudumu: mapigano makali, vifo vingi. Kila upande ulijitahidi kutumia silaha za kisasa kama mitumbwi mikali, gesi za sumu na ndege wa kivita silaha hizi za kisasa zilisababisha majeraha makali na vifo vingi na kuifanya vita kuwa jambo lisilo na mfano wa awali. Kwa mfano, mapigano ya Som yalidumu kwa miezi sita na idadi ya wafu ilikadiriwa kuwa milioni moja. Hali hii iliibua mjadala mkubwa juu ya maadili ya kivita na ushawishi wa silaha mpya. Mwaka wa 1997 hadi 1998 mwaka huu Marekani ilijitenga awali lakini hatimaye kuingia kwenye vita mwaka wa elfu moja mia tisa na kumi na nane baada ya Germany kuendeleza U-boat warfare dhidi ya meli za kibiashara, ikiwa ni pamoja na meli za raya wa Marekani. Kuingia kwa Marekani kulibadilisha mizani, kwani jeshi la Marekani lilileta nguvu mpya, silaha na rasilimali ambazo zilichangia kushinda Entente. Hali ya vita mwaka huu ilichukua mwelekeo mpya. Germany iliyokuwa na nguvu za kiuchumi na kijeshi zikiwa zimevurugika ilianza kupungua kwa morali ya wanajeshi wake. Mashambulizi ya ndege, mabomu ya moto wa kulipua na kupoteza raia wengi vilisababisha kushuka kwa imani ya wananchi na askari. Silaha na mikakati ya kivita. Vita vya Kwanza vya Dunia vilijitofautisha kwa silaha za kisasa na mikakati ya kivita. Mbali na bunduki na mabomu ya jadi, kulikuwa na silaha kama mitumbwi mikali, gesi za sumu, tank na ndege za kivita. Gesi za sumu. Gesi za sumu kama vile chlorine na mustard gas zilikuwa za kikatili, walilenga kuharibu wanajeshi wa adui bila kujali majeraha makubwa. Hali hii ilisababisha ulemavu wa muda mrefu kwa maelfu ya wanajeshi Tanki. Tanki zilitumika kwa mara ya kwanza mapigano ya Somme. Ingawa zilikuwa ngumu na polepole, ziliweza kuvunja mstari wa adui na kuruhusu wanajeshi kuingia kwenye ardhi ya hatari. Ndege wa kivita ndege walikuwa na jukumu la kupiga picha za adui na kushambulia misitari ya kijeshi. Uwepo wa ndege ulileta mabadiliko makubwa kwenye mikakati, kwani kulikuwa na ufuatiliaji wa moja kwa moja na shambulio la hewani. Mikakati ya kijeshi. Trench warfare ilikuwa moja ya mikakati iliyojitokeza sana. Wanajeshi walijificha kwenye shimo ndefu lenye urefu wa kilomita kadhaa, ambapo walipigana kwa masaa na siku bila kupumzika. Hali hii ilisababisha vifo vya wingi, magonjwa na hali mbaya ya kisaikolojia matokeo. Ya kwanza kimaisha, Vita vya Kwanza vya Dunia vilimalizika mwaka wa 1919. Hali ya dunia baada ya vita ilikuwa ya mabadiliko makubwa ya kijiografia kisiasa na kijamii. Kushuka kwa milki: milki kadhaa za kifalme ikiwa ni pamoja na Austria Hungary, Ujerumani na Uosmani zilivunjika. Mabadiliko ya siasa, kuundwa kwa mataifa mapya kama Yugoslavia, Czechoslovakia na Poland kulianza mfumo wa wa kijamii wanawake walijitokeza kwenye ajira zaidi huku nchi zikipambana na uharibifu mkubwa wa kiuchumi kimaandishi makubaliano ya Treaty of Versailles mwaka wa 1919 yalikuwa na masharti magumu kwa Germany ambayo yaliathiri uchumi wake na kulazimisha kutojishughulisha kwa miaka kadhaa hii ilikuwa moja ya sababu za vita vya pili vya dunia kimaandishi cha kimataifa Liga ya Mataifa ilianzishwa ili kujaribu kuzuia vita kama hivi kutokea tena hata hivyo mapungufu yake yalipelekea kushindwa kudhibiti migogoro ya baadaye. Ushuhuda wa binadamu: vita hivi vilikuwa na athari za kibinadamu zisizo na kifani. Maelfu ya wanajeshi na raia waliuawa, mamilioni wakijeruhiwa, na mamilioni walikosa makazi. Matokeo haya yalileta changamoto za kijamii, afya na uchumi, ambazo zilidumu kwa miongo kadhaa. Wanahistoria wengi wanasema kuwa vita vya kwanza vya dunia vilibadilisha taswira ya dunia kutoka nguvu za kifalme na kikoloni hadi kuanzishwa kwa taifa la kisasa na mgawanyiko wa madaraka. Hitimisho: Vita vya Kwanza vya Dunia ni mfano wa historia ya dhoruba isiyotarajiwa. Yalianza na shambulio dogo, lakini matokeo yake yalienea duniani kote. Sababu zake zilihusisha ushindani wa kikoloni, silaha za kisasa, umoja wa kijeshi na chuki za kitaifa. Matokeo yake yamebaki kuwa fundisho kwa historia ya dunia, hasa jinsi ushindani wa kisiasa na kiuchumi unaweza kusababisha dhoruba kubwa. Kwa hivyo, vita vya kwanza vya dunia ni hadithi ya maafa, maarifa na fundisho. Ni kumbusho kwamba historia ya binadamu haijajitoshelezi, na kwamba mgogoro mdogo unaweza kusababisha mlipuko usioweza kudhibitiwa.